Tukiendelea kuangazia mzozo wa Israel na Palestine, tunafahamishwa kwamba Wizara ya Afya ya Palestine Gaza inasema takribani watu 66 wameuawa na uvamizi wa Israeli katika saa 24 zilizopita, na kuongeza idadi ya waliouawa katika ukanda huo tangu tarehe 7 mwezi Oktoba hadi kufikia 67,074. Wizara ya Afya inayosimamiwa na Hamas inasema watu wengine 265 walijeruhiwa wakifika katika hospitali za ukanda wa Gaza katika muda huo huo. Wizara hiyo inasema imekuwa vigumu kufikia watu ambao wamenaswa chini ya vifusi. Milipuko kadhaa imeshuhudiwa huko Gaza mapema Jumamosi, huku mji wa Gaza ukikumbwa na mashambulio matatu tofauti ya anga na kuua mtu mmoja, saa chache baada ya Trump